Mikutano ya vijiji kuwaeleza habari za maendeleo, kusoma mapato na matumizi, wananchi wakakubali kama nyinyi mlivyokubali, maana yake ni kwamba hawa watu wanafanya kazi. Mkurugenzi, watendaji wako wanafanya kazi. Jamani, wakina mama oye! Oh oh, na ni wakina mama watupu, watatu wale pale, wabariki anjoni, joni, joni hapa pate supu na chipsi zenu, kazi zenu ni njema. Yaani sio mimi, wananchi mnao waongoza wamesema kwamba hiki nilichouliza mnakifanya. Kwa hiyo kazi yenu ni ndogo sana hapa. Moja, kuongeza bidii na kuzingatia, cha tatu, kuendelea kuwa wasikivu na kuwatumikia wananchi. Lakini inawezekana kwenye hilo moja jema, kuna mengine kidogo yana changamoto. Sasa tukajimarishe kwenye hao yenye changamoto, ili wananchi hao waendelee kutusifia kila wakati. Hongereni sana kwa kazi nzuri mnayoifanya, na hiyo ndio haswa madhumuni ya serikali inapoweka wasaidizi huko kwenye ngazi za kata kwenye ngazi za vijiji, wafanye kazi na wananchi. Mimi ninachojua ni kwamba wananchi huwa sio waongo. Yaani mwananchi hapa, utacheka naye sasa hivi, bosi wako akija, kama ulimkosea, anasema hao wananchi hapo hawana maana kabisa hapo kwa hiyo wangesema hapa, nyinyi wenyewe mngeshangaa, e, jamani hata mzee nani nanivi, wangesema kwamba hawa watufai. Lakini ukiona wamekubali wananchi hawa, maanake ni kwamba ni kweli tulichokifanya ni kizuri, na mimi naomba niwashukuru sana.